Kupanda kwa mchele kunasababisha na vitu vifuatavyo. Moja, kuna wakati mchele unapanda kupitia watu wa koboi, unapokoboa nakienda kule unakuta mchele sio mzuri, ukipata mzuri unakuwa na bei kwa hiyo unapoleta mazingira fulani maeneo ya, ya saiti ya biashara unakuta ule mchele umeuzwa bei ya gari au bei ya gharama. Kwa hiyo mtu anauza elfu moja mia tisa hamsini au elfu mbili, inabidi na uwe utafute chochote cha kukizi ili angao familia ipate kula. Kwa hiyo unaweza kuuza elfu mbili mia mbili au elfu mbili na mia haupandi kwa sababu ya kuwakomoa watu, ila kulingana na biashara ilivyo inavyokuwa ngumu kuitafuta. Na mchele kupanda inatokana na mazingira ya, ya wakoboaji. Mtu anakoboa wa mchele akiona ni mzuri, wanakupandilia bei. Kwa hiyo kifika pale mchele unakuwa na bei kubwa. Kwa hiyo unapoona mchele unapanda katika mazingira ya soko kubwa au mazingira yoyote shida unakuwaga kwenye uhaba wa kupata mchele mzuri. Wanunuzi wa mchele wasishangae, wasi mtu akwambia 2300 au 2400 ujue na yeye alikotoa na yeye amenua kwa bei gali e. Kwa hiyo kwa bei hapo sishangae, labda mtu anaokuwa amewaka tamaa hajawaka tamaa, ila na yeye anachoangalia, hakuna anayependa kufanya biashara ya hasara ila akipata kidogo chochote, mradi kikizi mahitaji ili familia wale, asomeshe. Pamoja na hayo, ukiuza kwa biashara humu usokoni wetu, kakaa, unalipa kodi, ushuru. Kwa hiyo wasa, kwa hiyo ni pia tu kuasa wanao nunua michele wale waseme wanakandamizwa, kwamba kwa sababu ya mwezi mtukufu, hali ya hewa wenyewe wanaiona wao kama ilivyo, mvua hazinyeshi. Kwa hata utuonyesha mvua na pengani, changamoto nunuzi za bidhaa hii itabidi aendelee na hali kama ilivyo, ila labda ombi kwa serikali kwamba iangalie jinsi ya kufanya ili kwa baadaye tuweze kupata manufaa hata kwa mwaka unaokuja.